Mwaka 1986 uwanja huu wa Amahoro ulijengwa kwa mara ya kwanza, lakini tangu mwaka huo uwanja huu umepitia ukarabati mara nne hadi mwaka jana ambapo uwanja huu ulipanuliwa na iligharimu serikali ya Rwanda dola milioni 165. Hapa ndo nyumbani pa timu taifa ya soka ya Rwanda Amavubi Stars. Nam, hatimaye mtazamaji, baada ya pitapita pita nyingi tu nje ya uwanja wa Amahoro, nipo ndani ya uwanja huu wa Amahoro hapa Kigali nchini Rwanda. Uwanja huu mtazamaji, unaoweza kushiba mashabiki takriban elfu 45 katika wakati mmoja. Nyasi zimekolea, ziko vizuri kabisa, hali ya hewa ni safi, viti vinapendeza, yaani kwa jumla uwanja huu ni wa kimataifa. Lakini je, kando na hicho, nini kingine tofauti katika uwanja huu wa Amahoro? Twende tukaangalie. Uwanja huu wenye upana wa mita 800 una ghorofa tano pamoja na eneo la kukimbia kwa mashindano ya riadha wenye hadhi ya kimataifa. Upo mkabala na uwanja wa kimataifa wa mpira wa vikapu wa BK Arena. Vyumba vinne vya kubadilishia mavazi kwa wachezaji vinaipa uwanja huu sura ya kimataifa, yenye uwezo wa kuchezesha mechi mbili zikifuatana vyumba hivi aidha vina sehemu maalum ya kukandwa au kunyooshwa misuli, lakini pia kuna vyumba maalum vya matibabu na vya kupima dawa za kusimua misuli, ofisi ya FIFA pamoja na chumba cha VAR. Mm -hmm. Oh, mm -hmm. Eneo la kufanyia mahojiano linaweza kubeba wanahabari zaidi ya 80 kwa wakati mmoja, eneo hili pia likiwa na chumba maalum cha kutafsiri, lakini pia eneo pana la kufanyia wana michezo mahojiano baada ya mechi. Sehemu ya wanahabari kufanyia kazi ina sehemu yake maalum ya maankuli, umeme na mtandao katika kila sehemu. Big. Wow. Uwanja huu una jumla ya lifti nane, kila moja ikiwa na jukumu lake maalum, kwa mfano kwa wanahabari, wageni mashuhuri na la rais. Sehemu ya wanahabari kutazama mchezo ina sehemu maalum ya kupumzikia au kusubiria, for media, for media yes. Na ndani uwanjani, sehemu hii inabeba wanahabari 150 ikiwa na vifaa vya kutosha vya umeme na mtandao. Aidha, kuna maeneo manne yametengwa kutangazia mechi mubashara, kila mmoja ikiwa na viti vitatu. Mkabala na eneo hili ni sehemu panapokaa wageni mashuhuri, yaani VIP na VVIP, ikiwa na jumla ya viti elfu moja na mia mbili yenye hadhi ya starehe. Eneo hili lina lifti yake maalum, eneo la kupumzikia na maankuli. Kivutio kingine ni jukwaa la rais, ambalo lina sura tofauti kabisa na eneo la mashabiki au VIP. Uwanja huu upo chini ya usimamizi wa kampuni ya Mini Sports na umetoa nafasi za kazi kwa kuajiri zaidi ya wafanyakazi 200 wa kudumu, huku wengine wakitarajiwa kuongezwa siku za usoni. Eneo la kuchezea limeundwa kwa kutumia nyasi aina ya hybrid ambayo hukatwa angalau mara mbili kwa wiki, huku mfereji zaidi ya 20 ikitumika katika kunyunyizia maji uwanja ili kudumisha rangi, urembo na hadhi ya eneo la kuchezea.

Kando kando ya eneo la kuchezea na katikati wanakokaa mashabiki uwanjani mzima. Viwambo hivi hutumika kuonyesha matangazo wakati wa mchezo. Viti vya mashabiki ni vya plastiki ya kudumu na kila kiti kina nambari yake kwa ajili ya tiketi za mchezo kwa mashabiki. Uwanja huu una vifaa vya taa vilivyoning'inia na kuunganishwa kwenye paa la uwanja juu ya eneo la mashabiki. Mpangilio huu unahakikisha mwanga sawa uwanjani na maeneo ya karibu. Zaidi ya hayo, mfumo wa taa unakamilishwa na mfumo wa kisasa wa sauti na skrini mbili kubwa za video za LED ambayo inaongeza furaha, matarajio na shangwe ya jumla kwa mashabiki wakati wa matukio. Nje ya uwanja huu kuna uwanja mmoja wa soka wa mazoezi, lakini pia ukumbi wa petit wa michezo ya ndani kama vile voleiboli na basketboli, pamoja na uwanja wa michezo wa walemavu. Baada ya ziara hii uwanjani ya Amahoro, tuambie hapo kwenye comments. Nchini mwako ni uwanja upi unafikia viwango vya uwanja huu?